Baada ya kuto wapendwa, natumaini wazima, na kila mmoja amekuwa kipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama na ku, kuto kuruhusu kupata matatizo kwa kuweza kupimia chakula ambacho kiko salama au kufanya mazoezi au kutafuta maarifa ambayo yanaweza kukusaidia kujenga akili yako lakini pia kujenga mwili wako. Tukiwa tunaendea madarasa ikiwa darasa la ishirini na tano na kutaka kujua ni kitu gani ambacho huwa kinapelekea wanawake kuhisi maumivu makali sana wakati wa hedhi. Lengo sio kutamani kujua tu, lakini pia kujua hatua za kuchukua kwa sababu mwisho wa siku chochote ambacho kitaendea ndani ya mwili wako, na ukifahamu ambacho ni hasara au kitu ambacho kinaweza kukupelekea kupata hasara basi kinaweza kupelekea kuathiri mwili wako. Na hapa eh, tutazungumzia masuala ya hedhi ambayo na dini na uzazi kwa mwanamke anaweza kupata kuathirika uzazi wake. Sasa baada ya kutazama vitu vingi ambavyo vinaweza kupelekea matatizo ya, ya maumivu ma, wakati wa hedhi, leo tutazama tatizo jingine ambalo anaweza mkoa kupitia Endometriosis ina uhusiano gani na hedhi yani? Kwa sababu gani mwanamke mwenye endo, mwenye endometriosis anapata maumivu ya hedhi, lakini maumivu makali kila mwezi huwa anahusishwa na nini? Je, endometriosis wewe inahusisha? Sasa hapa ndio majibu ya kukupa na kitu ambacho lazima ukizingatia na kuhakikisha unakuwa salama kabisa. Endometriosis hii endometriosis ni nini? <coughs> mfuko wa uzazi huwa unakuwa na rea tunaposimama na kutaka kuchora mfuko wa uzazi huku pembeni, kutakuwa na pingili mbili ambazo ni mifuko ya mayai, lakini kutakuwa na mirija ya fallopian ambayo itaunganisha na mji wa mimba au umbi wa mimba hapa. Kwa hiyo kinachotokea wewe mwanamke, hizi tishu ambazo ziko hapa huwa ni tishu ambazo huwa zinaitwa endometrium. Sasa neno endometriosis, wanatokea hizi tishu ambazo ziko hapa zinaota sehemu nyingine katika mji wa mimba na kupelekea mwanamke wakati wa hedhi kuweza kufanya kazi kama ile ambayo uko nafanya hapa, maana mpango wa kujikusanya au kudu kuondolewa kwa kupitia prostaglandin na damu kutoka, kwa mwanamke atahisi maumivu, kwa sababu huu mchakato ambao unafanyika hapa utafanyika sehemu nyingine na kumpelekea kupata maumivu makali sana, kutoa maumivu makali sana wakati wa hedhi. Hii nimelisema, lakini inaweza kuathiri uzazi. Sasa inakuwaje? Sasa Mungu anikupe elimu ya kawaida ambayo inaonekana kwa umeifaa. Umeipata lakini haujaweza kwa kwa urahisi kiasi cha kwamba unaweza kaelewa na kuwa sehemu salama. Unaposema unaweza kuathiri uzazi, kwanza umeweza kuathiri hedhi yako. Kwa maana hedhi unaipata ambayo sio yenye afya. Hedhi yenye afya huwa tunaangalia vitu vifuatavyo. Kwanza tunaangalia kiwango cha damu kinachotoka. Mbili, huwa tunaangalia maumivu ambayo unapata. Tatu, huwa tunaangalia akili yako. Au akili yako inaendaje? Au wakati wa hedhi huwa unapitia kitu gani ambacho kinaweza kupelekea kuwa katika mtu ambaye atakuwa amepata hasara kwa vitu vitatu hivyo, kwa kaka ambapo wao tunaviangalia na mara nyingi lazima uvizingatie, kwa sababu leo vinaweza kukupelekea kukupa ishara kwamba uko katika hatari au sehemu ambapo uko salama. Lakini <coughs> wanawake wengi, tunaposema inaweza kuathiri uzazi, kwa sababu hedhi ni uzazi. Tunapoiona hedhi, maana yake mfuko wa mji wa mimba au mwili wako uko, uko katika mazingira ya usalama ambayo inaweza kufanya kazi vizuri kabisa. Okay, kinachotokea kama hii hizi tishu zitakuwa zimeota sehemu nyingine za mwili inaweza kupelekea kuwa kukua na mwisho wa siku yai linapotoka katika hii mifuko mayai na kuja kupitia katika fallopian zinaweza kuzuiliwa na mwisho wa siku mwanamke akapata changamoto ya kushika mimba nje ya kizazi ambayo tunaita ectopic pregnancy. Kwa sababu ziko nyingi hapa ambazo huwa zinaanza zikajitokeza lakini kama ingeendelea kukua hapa katika mji wa mimba, kwa maana yake mwanamke yai inapofika pale haliwezi kukua kwa sababu ule uvimbe utazuia yeye kukua na mwisho wa siku mimba itaweza kutoka. Kwa mwisho wa siku wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto ya kushika ujauzito kwa sababu ya uvimbe ambao anakuwa nao tumboni kwa sababu ya ile ya nini endometrium kupata shida ambayo inajulikana kwa jina la endometriosis. E, endometriosis huwa inachelewa kugundulika. Hususani wewe ambaye unaamini kwamba maumivu makali sana ni hali ya kawaida ambapo utakuwa katika hedhi. Ila na wengi wamekuwa kiamini kwamba maumivu makali ambayo yanampelekea kushindwa kula, kulala au wakati wa watendo wa ndoa wamekuwa kisi maumivu makali sana, au wanashindwa kuamka wakati wa hedhi, kwa sababu maumivu makali sana amekuwa kipoteza fahamu, na kwamba ni jambo la kawaida na wengi wamekuwa kipitia. Na hata kama hakuna mwanamke ambaye anapitia basi, na namna maumivu anasikia na anajikaza tu kiamini kwamba ni sehemu salama. Sasa baada ya kusema hivyo, baada ya kuona watu wengi wamekuwa wakihisi maumivu makali sana. Sasa naona baada ya kuona mwanzo wake mwanzo mimi na maumivu ya siku mbili tu ambapo siku konta, ya kwanza ndo naishi maumivu siku ya pili anakuwa anaenda naisha baada hapo siku ya tatu maumivu ya kawaida kabisa ambayo inaweza kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nashtuka, sasa nataka kutafuta hatua ya kuweza kuhakikisha anakuwa salama. Kwa hiyo huwa na mara nyingi huchelewa kugundulika, sababu wanawake wengi wamekuwa wakiamini hedhi lazima ina maumivu. Na tafiti nyingi au research nyingi zinaonyesha huwa mwanamke anapata hii hali au anaweza kuitambua baada ya miaka saba mpaka miaka kumi Sasa sijui wewe unapitia maumivu na, miaka miaka miaka mingapi ya maumivu yako na haujachukua hatua yoyote ya kuweza kujitasimi na kuwa salama kabisa? Lakini maumivu makali ambayo sio kawaida maumivu yanakuwa ya kichwa, maumivu sehemu mbalimbali ambapo unahusisha na hedhi, basi ni vyema kutafuta msaada na kuweza kuhakikisha unakuwa salama kabisa. Hili ni darasa la ishirini na tano. Usikose darasa la ishirini na sita. Endelea kusubscribe kushea na kulike ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya yanayohusiana na hedhi, lakini pia ya uzazi mwanamke, ambao tutakuwa na changamoto ya kiafya nyingine ya kawaida, ambao ni tatizo kubwa katika jamii. Pia unaweza kuwashirikisha hapo chini ni kuweza kupata madarasa haya kwa kiwango kikubwa, au kwa kuweza kutoa kuwa maarifa ambayo atakufanya uweze kuwa salama kichochote. Asanteni mpaka wakati mwingine.